msikilizaji wangu karibu sana mansabuna ya simulizi hii ni sehemu ya tatu ya simulizi yetu nzuri sana dr. laura au mrembo laura au madamu laura pia unaweza kumwita boss lady pale tulipoishia dr. laura alikutana na mwanaume ambaye alimfanya akavunja ahadi yake aliomwahidi babaali ya kubadilika lakini safari hii hakuwa ametoka auti kustarehe bali katika moyo na akili yake alitamani kupata mwenza mwema wa maisha. Msikilizaji, usisahau ku like ku comment ku share na kusubscribe sawa eh? mm -hmm. Labda alikutana na majanga tu, aliambulia kupata bao moja kali la mapenzi kwenye mazingira tatanishi ndani ya gari. Bila kutarajia alirejea nyumbani kwake mwili mwepesi lakini akili yake ilikuwa imechoka kabisa. Baada ya kufunguliwa geti na Adele, aliingia ndani kwa kunyata mpaka chumbani kwake. Alioga, alijitupia kitandani, aliwaza sana hmm. Sasa ndio mambo gani haya? Stefan ungiwaji sana, hata hajanipenda, kanitamani tu, kamaliza haja zake basi. Mwisho Laura alipitiwa na usingizi mzito sana. Msikilizaji, siku iliyofuata siku Abel babake, ya Jumapili na babake saa tano ndio walikuwa wanarejea kutoka kanisani. Laura naye alikuwa ameamka, alikuwa amesimama dirishani chumbani kwake anaangalia nje huku akitafakari tukio. Abel na babake walifungua geti, waliingia ndani bila kujua uwepo wa Laura pale dirishani. Baba Abel alionekana kijana na mavazi yake mapya kanisani havyo ndo kabisa, shati la mikono mifupi, suruali ya kareti na rabakari ni vya mtumba, ila alijua kuchagua upendeza sana. Laura alipoaona alijisemea hmm, umaskini mbaya jamani, wanafamilia yangu wamebadilika kabisa. Na msikilizaji, Jumapili hiyo Sikitu hakuwepo. Alikuwa ameondoka mapema sana, alienda kumsalimia mama yake. Aliacha ameshaandaa kifungua kinywa mezani, na pia kama kawaida yake alikuwa ameshaandaa kabisa chakula cha mchana. Walikuwa wamekubaliana na Abel atahudumu nyumba kubwa badala yake mpaka atakaporejea. Abel aliingia chumbani kwake akabadilisha nguo na kuvaa nguo za kazi, aliingia nyumba kubwa. Baba yake alimwambia kamwamshe madamu Poahabeli kwa kusitasita kidogo alienda chumbani kwa Laura, maana alijua Laura alichelewa kulala, ingekuwa vigumu kuamka mapema. Abeli aligonga chumbani kwa Laura kwa woga woga, maana hii ilikuwa ni kazi ya sketu. Aligonga, madamu, kifungua kinywa tayari mezani, kisha aliondoka haraka pale mlangoni. Laura alikuwa tayari, alishaoga ila alijirudisha tena kitandani. Amka akafungua mlango. Abel alikuwa ndio anamalizia kodi wa kutoka chumbani kwa Laura. Laura alimuona aliwaza, hmm, yaani huyu kaka kishavua zile nguo. Alimwita Abel. Naam madam. Abel aligeuka na kurudi taratibu. Mbona umevua zile nguo jamani? Leo Jumapili. Abel kavae bwana, hapa mjini, alafu leo mapumziko. Abel kwa aibu alisema sawa dada, naenda kuvaa. Alafu nyie ndilenu, kuna chai, mimi nitajihudumia baadaye. Laura alirudi chumbani kwake. Msikilizaji, Abel baada ya kumaliza kupata kifungua kinywa alirejea kwenye chumba chake. Siku hii aliamua kuvaa traksuti ambazo ni sehemu ya mavazi ambayo alikuwa anayapenda sana. Alipoanza kupata mshahara tu akusita kuyanunua. Alipovaa alionekana kama mwanamichezo maarufu Tanzania. Jina limetoka kidogo, msikilizaji. Alipendeza sana. Aliwaza Ali, leo ngoja nikamwangalie dada pale geti jeusi. Msikilizaji, kumbuka siku za nyuma, geti jeusi kulikuwa ambaye, na binti ambaye Abel alikuwa anamuuzia mboga mboga na kumpa nyongeza ni nyingi, kwa kuwa alivutiwa naye. Wakati huo aliogopa kumtongoza kutokana na hali aliyokuwa nayo ya kipato. Alimwambia baba yake, baba, natoka kidogo, nafika hapo mbele. Mwanangu mm, siuseme siu tu, unaenda kutafuta mchumba, huku Baba Adele akicheka kwa kumtania, baba na wewe basi ndani ya dakika ishirini Abel alikuwa anagonga geti jeusi. Haikuwa mbali sana na nyumbani kwa Laura. Aligonga sana hakuna mtu alimfungulia. Badala yake, nyuma yake sauti ya msichana ilisikika, alikuwa akishuka kwenye pikipiki. Abel alipogeuka alimwona dereva pikipiki akimbusu shavuni yule msichana na kumwambia, nitakucheki baadaye Doto, sawa. Ndipo Abel akalijua jina la yule msichana. Uye msichana alimfikia pale mitini na kumuuliza, iya, hata salamu, unamtafuta nani? Rafiki yangu anaitwa Juma, ilibidi Abel adangani. Alijiuliza, ina maana huyu msichana hanikumbuki kabisa au anipotezea? Hmm, kakwambia anaishi hapa uma? Mbona hakuna mtu anaitwa jina hilo kaka. Basi Abel aliamua kurudi zake nyumbani, alijiwazia anaitwa Doto. Doto, unakumbuka kabisa. Ah, potelea mbali kwanza, ana mtu sijui nimwambie kitu, anitafutia msichana nitapata ah, tu basi, mdogo mdogo. Huku akiwaza abile alijikuta yuko kwenye kichumba chake, alimjulisha baba yake kuwa amerudi. Laura bado alikuwa chumbani kwake na kutoka kabisa. Alikuwa macho, mawazo yalimjaa, aliendelea kutafakari karibu alioanza na Stefan. hmm, Stefan ana visa, ndio kwenye gari kweli, lakini alinyeweza, msikilizaji. Nyumbani kwa Stefan alikuwa anaishi na ndugu zake wawili wa kiume, Robert na Sandy, ambao alikuwa akiwasapoti masomo yao na maisha ya na yao kwa ujumla. Usiku ule, Stefano alipoachana na Laura akurejea nyumbani mapema, alienda club. Alicheza mziki mpaka saa tisa usiku alirudi nyumbani kwake hoi kalewa chakali, aliishia kwenye kochi sebuleni. Wadogo zake Sande na Robert walisailiana kumzoazoa pale, wakampeleka chumbani kwake. Saa tisa za jioni siku ya Jumapili, Stefano ndio alikuwa anashtuka kutoka usingizeni. Dah! Kuna kitu kinaniuma sana. Stefano alivuta kumbukumbu. Jana likuwa na mrembo na maskini, tamaa hizi, nahisi nilimkwaza ule msichana. Sio, alifika salama ule, nimcheki. Stefano alivuta simu yake na kupiga pande wa pili. Laura alipoona namba ya Stefano alijishauri kupokea simu, aliamua kupokea. Mrembo, mambo, uko poa? Ulifika salama? Ya, nikupokei wee. Je, yeah. ninamniniwa nguvu rafiki yangu kuachana, nilienda klabu niwakuta washikaji pale, pombe mziki mpaka asubuhi. Hmm, nikutaabani ongera kama supu. nitaenda basi poa. Mrimbo, nilikuwa na kucheki tu, bado nipo kitandani. Haya, poa, asante. Laura alitafakari Stefano malaya tu hata simtaki, basi. Stefano alirejea kulala. ndani ya lisaa, msikilizaji, aliamshwa na maumivu makali sana ya tumbo. Alipata dalili za kichefuchefu akakimbilia choo, alitapika sana. wakati huo alikuwa mtupu, taulo aliokuwa amejifunga kiunoni ilimshinda kuvaa. Wadogo zake walimsikia akitapika, walikuwa wanapenda sana kaka yao, maana alikuwa ndio kila kitu kwao ibidi wafuate walimpa wa msaada kumrudisha kitandani. Mganga hajigangi, msikilizaji. Dr. Stefano alizigiwa na maumivu makali ya tumbo ndipo alifikiria kumpigia Dokta Laura simu. Laura alipoona simu ya Stefano tena, kabla ya kuipokea alitemea, mimi tena huyu mwanaume naye anataka fanivugi tena. Aliipokea Kabla Stefan aliongea, mdogo wake Sande alikamata simu na kusema, naongea na dokta Laura? Tusaidie dokta, kaka anaumwa sana. Anaumwa? Mbona nimeongea naye asubuhi, anaanza kuumwa muda huu dokta? Hmm, sasa mimi sipajui kwenu, nitumie basi location. Basi kwa kuwa ilikuwa ni Jumapili hakukuwa na foleni. Toka Mbezi mpaka Masaki Laura akuchukua muda mrefu barabarani. Dr. Laura na boksi lake la first aid mkononi alifika nyumbani kwa Stefan. Kweli bwana Stefan alikuwa hoi. Haikuwa jambo la first aid tena. Laura, naumwa sana, sijui nimekula nini, nitapika sana hmm, sina nguvu. Twende hospitali nakuona ku vibaya. Huduma ya kwanza haitakusaidia. Naam msikilizaji, alifika hospitali moja kubwa ya maeneo ya Mwenge. Laura alihangaika huku na kule, mpaka Stefan alipokelewa VIP ward. haraka sana alipewa matibabu, alichomwa sindano ambayo ilimlaza usingizi. Daktari alishauri watu wakae nje ili mgonjwa apate hewa. Ghafla Laura na ndugu zake Stefan wakiwa pale udini, aliingia mdada wa makamu kwa kumtazama alikuwa anaweza kuwa ni mkubwa kwa Laura. Bebi bebi, amka, mimi keti huku, akimtingisha Stefan. Mwache apumzike, Nesi alimwambia. Kafanya nini jamani, mpenzi wangu? Msikilizaji, Laura karibu azimie, macho alimtoka, ilibidi ajikaze. Alizungumza na Nesi kama mgonjwa ataruhusiwa kula ili apige simu kwa Sikitu andaye chochote alisema, labda uji au mtori, mgonjwa ataamka baada ya saa. Laura alimpigia simu Sikitu, alimpa maelekezo. Basi, kutokana na uwepo wa yule dada pale Odini, Laura aliamua kusubiri nje kwenye mabenchi pamoja na ndugu zake Stefan. Chakula kilichotengenezwa na Sikitu kilifika, kililetwa na uba, uji mzuri wa ulezi na mtori. Laura alijikaza akaingia nacho wodini. Sefano alikuwa ameshaamka. Dokta Laura, pole. Bado upo? Pole kwa usumbufu. Laura bila kusema chochote aliandaa uji akaupoza. Keti aliudaka uji uji kwa hasira. Bebi, inuka basi uji. Laura hakusema neno, alienda mtori kisha alimpatia Keti aendelee kumlisha. Baadaye Laura aliamua kuaga kwa ahadi ya kurudi tena asubuhi. Msikilizaji, Laura aliondoka hospitalini pale na maumivu makali sana ya mapenzi. Sintofahamu ya uwepo wa Keti ambaye bila kupinga alikuwa ni mpenzi wake Stefani ilimvunja moyo kabisa, alikata shauri kujitenga naye kabisa. Aliagana na wadogo zake Stefan. Taratibu alielekea paki ya pale hospitalini akaingia kwenye gari wake, yake. kabla hajaondoa gari alihisi uchungu moyoni mwake, alijinamia kwenye usukani wa gari yake alilia sana, kama ndugu saa hivi. Kisha alifuta machozi na kusema, shit nalia nini sasa? Aliwasha gari yake na kuondoka kwa kasi sana. Bahati nzuri alifika nyumbani kwake saa tatu usiku salama kabisa. Alijumuika na familia yake mezani alikula, kisha aliingia chumbani kwake, alioga, akapanda kitandani. Alitafakari sana tukiwa pale hospitalini, alijisemea hivi, nalo penzi bugu mwisho. Alipitiwa na usingizi. Alipoamka asubuhi, moyo wa imani ukamjia, aliona bora apite pale hospitalini akamcheki Stefano si kama mpenzi tena bali dota mwenzake na rafiki pia. Aliingia wodini saa kumi na moja na nusu na chupa yake ya uji mkononi. Stefano alikuwa bado kalala. Laura alimwita taratibu, aliamka. O, umekuja dokta, asante sana, ila usijali sana, nenda tukazie, nikipata nafuu nitakucheki dokta. Laura aliamua kuondoka na chupa yake ya uji mkononi Mlangoni alipishana na keti na mizigo kama yote, hakuna aliyemsalimia mwenzake. na msikilizaji, Laura hakwenda tena pale hospitalini na wala hakutaka kujua kinachoendelea kuhusu Stefan. Alitulizana kabisa kazini, nyumbani, Jumapili kanisani. Haya, msikilizaji, sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri ya Dr. Laura imeishia hapa. Sikiliza Zimto, nishushe Adelina, sijakuzoea hivi Mwanzo mwisho, Mansabuna simulizi ni moto, bonyeza kengele upate Dr. Laura sehemu ya nne na ya mwisho. Asante, asante, asante sana kunisikiliza. Babayi. Bye. <tune>